Watu wategemee nini katika ufalme wa Mungu? Tumesikia katika somo la kwanza nabii Isaya akiona hayo yatakayokuja mbele, miaka mingi kabla, miaka ka mia tano mbele, anasema ufalme wa Mwenyezi Mungu utakapokuwa umekuja duniani unatakiwa ukue kiasi kwamba dunia itakuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi, na anatoa mifano ya kawaida ya kufanya watu waelewe anachozungumza. Anaongea kuhusu vipofu kuona, anaongea kuhusu viziwi kusikia, anaongea kuhusu bubu kusema. Hayo kuonyesha kwamba kuna utofauti. Ufalme wa Mungu unaleta utofauti. Na Yesu huyu alipokuja aliyepoanza kuhubiri tumemsikia mwenyewe akiongea katika Injili leo, anasema amekuja na amefanya na anawaambia wale waliotumwa na Yohane, mkamwambia Yohane yale yaliyosemwa na nabii Isaya yanafanyika sasa. Kweli vipofu naponya, vipofu viziwi wan wanasikia, anasema hata wafu wanafufuliwa. Yesu mwenyewe anathibitisha. Kwa hiyo kwa hayo kwa ile miujiza na mafundisho ya Yesu aliyoyafanya anadhihirishia ulimwengu kwamba yeye ndiye aliyetumwa, kwa kuwa anafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu alishayasema kwa vinywa vya manabii kama Nabii Isaya. Eh, mpaka hapo hakuna shida.